Ma hukmu almar'ati allati, ni nini hukmu ya mwanamke ambaye idha qadhat muddatu haydhiha almu'tada, pindi unapomalizika ule muda wake wa hedhi ambao yeye ameuzoea, anajijua mathalan anakaa katika siku zake siku saba au siku sita au siku nane au siku tisa, lakini anajijua hasa, mimi nikikaa nakaa siku ngapi. Sasa unapomalizika muda wake huu wa tahurat na akatahirika vizuri, taawadaha maratan ukhra ala fataratin mutaqatia, huwa inakuja kutoka ile damu kwa mara nyingine katika vipindi vinavyokatika katika, yani leo inatoka inakaa siku mbili, yatoka tena damu kidogo, inakaa siku ngapi, yatoka tena kidogo, hali ya kuwa zile siku saba zake za mfululizo au siku nane au siku sita zishamalizika, ashakoga, lakini baadaye anapoendelea kufanya uh, vitendo vyake na pirika zake mbalimbali za kimaisha huwa inarudi inatoka hedhi ile. Sasa suali linakuja, hal idha awadatha ladatu la bada lmudati lmutakarara je, itakapokuja kutoka ile damu baada ya ule muda wake ambao tayari yeye anaujua vizuri ushamalizika yajuzu laha salatu wassaum katika siku ile ambayo imetoka ile damu ameiona itajuzu kwake kuswali ama kufunga na kinyume chake itakuwa kwamba kama atakuwa amefunga funga yake itakuwa imeharibika na hataweza tena kuswali na mume wake hataweza kumwangalia kumwingilia. Hili ni swali ambalo limekuja katika uh, upande wetu, lakini kadhalika ukisoma vitabu vya wanavyoni utalikuta swali kama hili linaelezwa uh, katika fatawa mbalimbali mbali za wanavyoni, na hizi ni hali ambazo zinawakuta baadhi ya wanawake uh, jawabu kuhusiana na swali hili, hukumu ya mwanamke huyu, idha kana inda almar'ati qadrun muhaddadun itakapokuwa kwa mwanamke kuna kiwango kilichowekewa limit maalum, kuna kiwango kilichodhibitiwa vizuri. Muhaddadun laha, anakijua vizuri yaatiha ya fihi lhaidhu. e, ndani ya kipindi hicho cha siku sita au saba au ngapi, yeye ndo anajua inamjia hedhi katika kipindi hiko. Fayajibu alaiha an tamtania min lsalati wsaum, hapo ndipo itakapowajibika kwa kila mwanamke ajizuie kuswali kufunga katika ule muda ambao yeye anajua huu ndiyo muda wangu mimi wa kupata damu ya hedhi. Hatofunga, hatoswali, hatotufu kwenye Alkaaba, hatoingiliwa na mumewe kadhalika. Fi hadhihi almuddati almu'tadati laha, katika huu muda ambao yeye ameuzowea, anaujua vizuri. Fa idha inqata'a addamu, sasa pindi itakapokatika ile damu katika kipindi hicho ambacho yeye anakijua bada lmuddat lma'rufa, ma baada ya huo muda wake ambao ni macruf anaujua vizuri. Fatagtasil, wanasema wanavyuoni atakoga lile josho lake kubwa la hedhi. Watusali, na ataendelea kuswali. Watasumu, na atakwenda kufunga. Watatufu bilkacba, na ataweza kutufu vile vile kwenye alkacba wakadhalika yajuzu lizaujiha watuha, lakini kadhalika itajuzu kwa mume wake kumwingilia na kustarehe kama kawaida, ila hali zile siku zishamaliza na yeye asha ashakoga tayari. Wa wama awadaha min dam, sasa ile damu ambayo itakuja kutokezea badala ya hapo, baada lmuddati lmu'tada, baada ya muda ambao yeye anajua mimi siku zangu zishakwisha, basi anasema min ajli muzawalati amalin au tariin akhar kwa sababu yoyote atakayokuwa imma amefanya kazi ngumu, au kazi kazi za nyumbani, amefanya kazi za haraka haraka, au kitu chochote kitakachotokeza infection katika mwili wake ikapelekea damu hiyo kutoka baada ya kumalizika zile siku zake za kawaida, wanasema falaisa bidami haidhin, hiyo haitokuwa ni damu ya hedhi bal damu illatin wa fasad, bali hiyo ni damu ya maradhi na ni damu ya ugonjwa mbaya. Yani kuna yani in, in, in, in, in, in infection fulani, kama mshipa umefunguka inakuwa inatoka damu hiyo. fala yamnauha min sala, basi hiyo isimzuie yeye kutokana na kuswali. fala yamnaaha min sala hiyo isimzuie yeye kuswali wa sawm, kadhalika kufunga, wa tawafi, wanahwiha na kutufwa lkaaba na mfano wake min alkurbati, katika matendo mbalimbali mbali ya kheri ambayo yamewekewa sharti ya tahara, asijizuie kufanya hivyo bal taghsiluhu, bali ataikosha tu damu hiyo kasairi najasati, kama anavyokosha najis nyingine, mkojo na nini na nini, atajikosha vizuri Thumma tatawadha, kisha atakuwa atakua natia udhu likulli salatin, katika kila kipindi cha sala. Ukifika kipindi cha swala, akishakujijua kwamba e, siku hizi hapa ndio zile siku ambazo inakuja na chomoza chomoza, inatoka ile damu, asiunganishe e, udhu swala baina ya swala. Labda dhuhuri kasha tia udhu kasha swali, akasema udhu wangu wa dhuhuri nitaswalia ala asiri. Hapana, katika siku hizo ambazo anahisi inakuja kuchomoza chomoza kutoka toka, atakuwa anakwenda kila baada ya swala, anajitizama, anajisafisha, anatia udhu, anaswali li kulli salatin wa tusalli, na hapo ataendelea kuswali. Wa wayujamiuha zaujuha, na mume wake atakuwa na uwezo wa kumwingilia katika kipindi hicho, wala hakuna tatizo lolote katika sheria. Huyu ni mwanamke ambaye anazijua zile siku zake ni ngapi na zinamalizika vipi. Zitakapomalizika, inapokuja kuchomoza chomoza ile damu sasa baada ya siku mbili, mmeiona imetoka baada ya siku ngapi, hiyo haihisabiwi kuwa ni hedhi. wallahu taala a'la aala wa a'lam.